Kuinua vitu vizito. Kunyanyua vitu vizito ni kuokota kubeba au kusogeza vitu ambavyo ni vikubwa vizito au vigumu kuvisha. Katika katika utunzaji wa nyumba, hii inaweza kukuhusisha kusogeza samani kubeba mifuko mikubwa ya nguo au kuinua vitu vikubwa vya kusafisha. Omba usaidizi kila wakati ikiwa kila kitu ni kizito sana kuinua peke yako au kutumia vifaa kama vile toroli kusafirisha vitu vizito. Katika video hii, nitakuonyesha nini cha kufanya na, na ni nini usifanye wakati wa kuinua vitu vizito. Moja ya sababu kuu ya kuumia kwa mgongo kuinua vitu vibaya. Kwa hivyo unaweza kuinua vitu kizito moja ya makosa ya kwanza tunayofanya ni kuzungusha migongo yetu kama hii. Kuzungusha mgongo wako kunaleta hatari kubwa ya kuharibu na kuvuta misuli hapa. Kuna njia sahihi ya kufanya: piga magoti huku ukiweka mgongo wako sawa kama hii. Tumia misuli ya tumbo na miguu yako kuinua kitu. Shikilia mzigo karibu na mwili wako iwezekanavyo, na uinue kwa kutumia nguvu kwenye miguu yako. Ikiwa mzigo wako ni mwepesi wa kutosha kuinuliwa kwa mkono mmoja, uunge mkono kwa mkono wako mwingine unapoinua hivi. Unapoweka kitu kizito chini, geuza njia ya kuinua. Usisimamishe mgongo wako wakati wa kuweka kitu chini. Usifanye hivi. Hii ndiyo njia sahihi. Hakikisha mahali ambapo unapotaka kuweka kitu chini ni mbele yako. Piga magoti yako na kuweka kitu chini moja kwa moja mbele yako.